Nimezungumza na chaja all the way kutokea pande za Ghana. Huyu ni dancer maarufu kutokea pande hizo, ni kijana mdogo tu ambaye amepata umaarufu kupitia challenge challenge za za Diamond Platinums. Alifanyaga challenge za Diamond Platinums, akamposti kwenye page yake. Baada ya hapo, jamaa akaendelea kufanya challenge challenge challenge challenge tofauti tofauti tofauti tofauti za za Diamond Platinums, akafanya pia pia pia challenge za wasanii tofauti tofauti kutoka Tanzania kama vile Chino Ki Chino Wana Man, pia ameshafanya challenge zake juzi kati hapa pia. Au ukipita kwenye page yake ya ya Instagram, hata sasa hivi utaona challenge ambazo amefanya ya baba, baba levo kupitia ngoma yake ya First Time in America amekuwa akifanya challenge hizo za amapiano lakini pia wasanii wengine tofauti, tofauti tofauti. Juzi kati Diamond Platnumz zilikuwa kipande cha Ghana, palipokuwa na birthday ya tajiri Eh, bilionea kutokea pande za Ghana ambaye anaitwa Richard Nkwae, ambaye aliita wasanii tofauti tofauti pande za Ghana kule akapiga show. Diamond Platnumz alifanya show, Davido alipiga show pale, King Promise na wasanii wengine tofauti tofauti, mastori yamekuwa ni mengi. By the way, turudi kwenye story yetu ya Diamond Platnumz kukutana na chaja sasa. Tumezungumza na chaja, alionyesha furaha kubwa sana kwenye page yake ya Instagram, akaandika kwamba final met my father, kwamba mwishowe nimekutana na baba yangu So ni kitu kikubwa kwake, tuko naye hapa na atafunguka kwa undani kabisa kuhusiana ye na yeye kukutana na Diamond Platnumz. Mimi naitwa Sadi TZ, mbeba maono ya mtaa taa ya mtaa, mwaka nangu, mnasemaje? Chaja, tuanzie hapa. How do you feel about meeting Diamond Platnumz? Unajisikiaje kukutana na Diamond Platnumz, kwa sababu pia hii ni ndoto yako ya muda mrefu sana? Okay, thank you. Uh, my grito, uh, my Tanzania fans and everyone. Charles to Tanzania. To Tanzania Baba Level

Yeah, thank you. Umemsikia Pochaja amefurahia sana kukutana na Diamond Platnumz, na hiyo ni ndoto yake ya muda mrefu sana sana sana. Kwa hiyo ni Dreams Come, so ndoto yake imekuwa kweli, lakini pia amemshukuru baba Levo pamoja na DJ Vazley, na official DJ Vasley official wa Diamond waplnam wao, pia ni miongoni mwa watu ambao wamesababisha hili kutokea, lakini pia ameshukuru watu wengine wengi tofauti tofauti. E, tofautitofauti Bachaja, hatuambie uh, walivyokutanaa ni vitu gani ambavyo wamezungumza aidha, kwenye yale ambayo ameyazungumza kuna plani za kufanya kazi pamoja. Chaja, what do you You talk about about are there any plans to work together? You know, um, I talked about, um,

Yeah, you know. Yeah. Chaja anazungumza kwamba huu ni mwanzo tu, lakini mengi yanakuja kati yake na Diamond Platinumz lakini pia kuna plan za kufanya kazi pamoja, so tusubiri tuone kitu gani ambacho kitakuja kutokea baina yao. Chaja amekuwa ni densa kwa muda mrefu sana, na amekuwa akifanya challenge za wasanii kutoka Tanzania. Atuambie, kuna namna ambavyo hizi challenge za wasanii kutoka Bongo zina mnufaisha? You have been dancing a lot to Tanzanian artists. Has it benefited you in any way? Yes, it has benefited me. <coughs> In so many ways. <coughs> Um

Okay, yeni dansa na pia ana plani za kufika mbali zaidi na zaidi na kufanya makubwa kwenye game na bado ana umri mdogo, si watu ambie anajiona wapi kwa miaka michache ijayo. Where do do you see see see yourself in in the next next few few years years in terms of dancing? Well, that's a great question. Yeah. So where do I I see myself? Myself. Okay. For about uh next, um, few years, I see myself working with

few years coming. Yes. Thank you so much. Love. Bless. Huyo ni chaji umemsikia anasema plan zake ni kubwa sana. Uh, anajiona mbali, anajiona akifanya kazi zaidi na zaidi na Diamond Platinumz, lakini pia Rayvan Chino Kichino, one man so ana, anajiona kuwa mkubwa zaidi katika upande huo wa ku dance. We, maoni yako ni yapi baada ya kumsikiliza Chaja? Dropisha komenti yako kwenye uwanja wa comment, lakini pia usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili wewe wa kwanza kupata taarifa zetu kama hizi. Mi naitwa Sadi TZ, mbeba maono ya mtaa taa ya mtemewaka nango na mnasemaje, ni cheki IG kwa jina la sadi tz_official.